Fedha ni kitu chochote ambacho kinatumika kuhamisha thamani mm, kutoka kwa mtu mmoja kwa mtu mwingine. Hiyo ni tafasiri ya ulimwengu huu, ila mi na tafasiri yangu nyingine mm, ambayo nasema fedha ni thamani mm-hmm, kwa sababu neno fedha linatokana na kitu kinaitwa Ma... ni madini aina ya, ya madini ambayo inaitwa fedha. Lakini madini haya kwa Kiingereza ni silver, lakini kwa Kiswahili ndo tunaita fedha. Kwa hiyo kuna kastoria kidogo kutoka miaka mingi mpaka tunafika sehemu tunasema fedha, kwa sababu fedha imepita kwenye map, e, vipindi sita e, tunaita mapinduzi saba ya fedha, lakini sasa hivi tuko kwenye mapinduzi ya sita na sasa tunaingia kwenye mapinduzi ya saba mm -hmm, ya kwa hiyo historia ya, ya neno fedha inatokana na silver miaka hiyo mingi kabisa, miaka karibia elfu mbili kabla ya Kristo watu walikuwa wanabadilishana fedha yani, mm. Silva kama madini yanatumika kama sehemu ya kuweza kuhamisha bidhaa ya aina yoyote kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, yeah. Lakini miaka ilipopita kilichotokea waka neno fedha, lakini ni mm. kwamba sasa wakaadopti hilo neno fedha, lakini hilo neno fedha ni silva. Watu ukisoma kwenye Biblia kwamba fedha, ndio maana ukisoma fedha lazima ukute pale kuna dhahabu Mm. Kwa hiyo fedha siyo hela hii ya Tanzania hii. Oh, yeah. Uh -uh. Fedha na dhahabu ni mali ya Bwana, yaani silver and gold. Mm. Uh -huh. Sasa usije ukaenda ukapiga magoti unamwambia Bwana naomba fedha. Mungu anaka fedha. <laughs> fedha ziko BOT, na wewe kuna kitu natukufanya ili zije kwako. Kwa hiyo okay, kwa fedha e, sasa kwa sababu fedha inatumika kuhamisha thamani kutoka mm. kwa mtu mmoja kwenda mwingine e, kwa hiyo mtazamo bora wa fedha ni wewe sasa kuwa na thamani ili mm -hmm. fedha zikujie. Ndio maana mi okay. wanasema fedha haitafutwi bali inategwa. mm -hmm. Kwamba okay. fedha haitafutwi ah, inategwa. Kitafuta fedha hawezi kuzipata, kwa sababu wanadamu hawahitaji fedha. Wanadamu hawahitaji hata wewe, jioni pazia hapo uhitaji hela, yeah. fedha uhitaji mm -hmm. mm -hmm. Lakini fedha ina, inakupa access ya kupata unachotaka mm -hmm kwa hiyo technically, eh, niwahi kumuuliza mtu hivi eh, ukienda, Mungu akwambia John Pazia, kuanzia sasa hivi yeah. Nataka nikupe nyumba ya thamani ya milioni mia mbili well finished mm. alafu akaweka burungutu la hela hapa, na wewe ulikuwa unamwambia Mungu, naomba nyumba nyumba mm. akakupa milioni mia mbili cash, alafu akakupa na nyumba well finished mm. <laughs> utachagua nini abo? Kwa sababu ulikuwa unamtafuta bwana na, na nguvu zake kwa ajili ya ya nyumba uh -huh. Ungesema hatimaye Bwana amenijibu kuwa mkweli, mimi ningechagua nyumba. Ungesema kuna watu wanatangaza kila siku kuna nyumba za milioni thelathini kila siku kama kuna eh. <laughs> <laughs> kiwanja milioni thelathini unamaliza kujenga eh. Yeah. We, una milioni mia mbili ziko mezani so, afu kuna nyumba ya thamani hiyo milioni well finished kabisa, well finished kila kitu. Kwa mimi kwa haraka haraka kwa maamuzi yangu ya haraka haraka, mm. haraka haraka. Mm. ningechagua ile nyumba sawa kama Mungu amenijibu alafu okay, ili nyumba mimi ningekuja kuiuza milioni mia tano badala ya zile milioni mia mbili zipeleke wapi milioni mia tano? Mm. ningeendeleza hapo biashara ya real estate. Unaona sasa ulivyo. Kwa hiyo wewe, mwisho wa siku, unachagua una una uh, nyumba, ili uje uuze, hela ufanye, upate vitu vingine uh -huh. mwisho wa siku uh, fedha ni biashara ya vitu sindo hivyo? yeah, yeah, yeah. Yeah. lakini kwa sababu ya wanadamu wasivyokuwa na utoshelevu uh -huh na kuto kujitambua, yeah. Asilimia tisini ya watu hawatachukua nyumba, watachukua hela, hawatachukua mm. Kabisa, watachukua nyumba, watachukua hela, kwa sababu unakuta mtu akishapata hela kama, na hii ndo inaitwa self control. Biblia mm -hmm. inasema pasipo maono mtu anashindwa kufanyaje? Kujizuia, yeah. Hapo ndipo utajulikana wewe una maono ahuna. mm. Kwa sababu kama una maono, wezi kuchukua nyumba utaanza hesabu zinaanza kuongezeka yeah, kama hivi ambavyo unaanza kuzitanua baada ya kuchagua nyumba hey. Lakini ukweli ni kwamba dada amekuuliza vizuri mm. Sema ukweli. Kwa hiyo maelezo yako naonyesha kabisa nyumba wewe ungechukua, yes, hata hela <laughs> <laughs> ukaenda ukapiga lile estate ka nane hivi nikatafuta huko Kunduchi beach yeah. Eh, kachukua <laughs> <kwa> nyumba za milioni 50 hamsini, milioni mia unachukua milioni hamsini unaweka unapata nyumba, sio unataka nyumba usilipe kodi milioni mia hamsini zibaki hapa hey. Hey. Mm. So, hey, hey. na kwa taarifa yako yeah. Yeah. Walio wengi wakichukua zile milioni mia mbili hawatanunua hata nyumba, utakuta nao baada ya miezi miwili hawana kitu na nyumba hawana kila kitu kimeisha, nyumba ni nini? Exactly. Okay kwa hiyo ukikaa -uki, -uki, kwenye ulimwengu huu ukaa unatafuta hela mm. ni makosa sana. Sasa watu wanaofungua biashara ili aweze kupata hela, hiyo ni mbaya sana. Hakuna mtu aliwahi kufungua kampuni ili apige hela, ni, ni kwa sababu ni kutoa huduma au ni vipi exactly uweze ukapata hela hapa mm. hiki nacho kizungumza mimi ni mtazamo, mentality yeah. Kuhusu fedha, ukishaanza kufocus na hela hela hela hela, mm. manake hautafocus kwenye kinacholeta hela, kutotumia nguvu nyingi na mikakati mingi ya namna hiyo, utakavyopata mm. nini pesa, pesa, baada ya kutumia mikakati mingi ya kutengeneza mazingira yanayovutwa yanayovuta nini pesa. Na ndio maana kwenye makampuni unaweza kukuta mtu amefungua kampuni hivi amesema vision na mission sio najua tunawekaga mm. mm. yeah, uwezo kaweka vision na mission kwenye kampuni kasema our vision is to make a lot of money huwezi mm. kuta kampuni well, yeah. ya namna mm. hiyo na hata ukiandika proposal na hata ukiandika huwezi kuonyesha, hakuna <laughs> proposal ya kampuni yoyote na uonyesha kwamba lengo letu ni kupiga mahela. Hapana mm. cha kwanza ni mtu anataka unatatua tatizo gani? kwa sababu hicho ndio kitakacholeta nini pesa. asa asilimia kubwa ya watu wanatafuta hela, baada ya kutafuta matatizo yatatue wapate hela, na mtu anayetafuta hela huwa akizipata hazikai Lengo la kuanzisha biashara ni ili nini? Kutatua matatizo hayo tu, ili wakulipe. Utatuma matatizo ya watu ili wakulipe mm -hmm. Lakini mwisho wa siku wanakupa nini? uh -uh. Yani first priority mm. ni sana sana, Biblia mm. inavyosema mm, tafuta kwanza ufalme wa Mungu uh hiyo -huh. ni inaitwa the law of first mention, or the, the law of first priority E, ndicho nachokizungumzia. Ukishakosea hapo imekula kwako. Hata kama kukupata utashangaa. Kwa sababu ukishasema mimi nafaa vyovyote, lakini mwisho wa siku nipige hela tu. Mm. Hauta focus kwenye kutatua matatizo, matatizo matatizo, na ndipo utaanza hata kutumia mbinu zingine chafu za ajabu ajabu, wewe utaka hela bwana. Mm. Sababu hela unaweza kuzipata kwa njia sahihi na njia ambazo sio sahihi. Mm. Kwa hiyo sio swala la utapata hela. A a, principle ni ipi ili upate hela? Principle ni kutatua tatizo. Sasa, kama wewe unasema kwamba unataka uanzishe kampuni upate hela, maana yake hata ukipata matatizo humu katikati hata, mm, unaweza kwanza na utaacha biashara biashara. Baada ya miezi minne haijakupa hela unaipiga chini, haijanipa hela. Lakini furaha ya mfanya biashara mm, ni kuhakikisha ametoa bidhaa bora ambayo inatatua shida za watu, halafu mm, wakimlipa. Na ndio maana wakati mwingine mtu aliyetengeneza bidhaa yeah, mteja kilalamika, anaambia irudishe, ntakupatia nyingine okay. Mm. Lakini kama ulikuwa unatafuta hela, nienda kwa kwa watu wanauza nyanya, umenunua nyanya umekuta zimeoza, ukirudi mwambia, jana umenuzia nyanya mbovu, kwa sababu anataka hela, atakuambia ndugu yangu, hata mwenyewe mzigo nizinunua hivyo mzigo mm. <laughs> <laughs> e, ulikuwa <likoma laughs> <yadipika. laughs> unajua unachokifanya kwenye biashara mm. you killing your business okay. Unajua hicho ndo nachozungumza. Kwa hiyo unasema kwamba hiyo ni, ni ni kama kama tu uh, mfano wa bangili yep. Uh, hatutafuti fedha ila, kwa sababu mimi hata nikipata fedha bado utaenda kutafuta vitu ambavyo vinatatua matatizo matatizo matatizo matatizo ya. Ya. Yeah, exactly. Kwa hiyo na ile naye pia nikimpa ile fedha, naye ataenda kununua kitu kingine, atafute kitu kingine. Nakumbuka ecosystem ya fedha zinajulikana, noti za elfu kumi ni ngapi, mia tano ni ngapi ukienda biote watawambia hela iliyopo mzungu wanafahamu. mm. okay. na sheria ya ya fedha ina sifa moja inaitwa scarcity, lazima mm. isiwepo ya kutosha ya, yani watu lazima wawe wengi afu hela kidogo mm. anaezalisha yeah. ndo anapata ah. mm. iko okay. <laughs> tunanyang'anyana <Kutu> <laughs> kwa hiyo yeyote okay. ambaye anazalisha bidhaa ambao watu wengi wanahitaji yeah. ndio wote tunamhamisha hela kwa technically mm. mmoja nitoe kwenye literal meaning kwenye yeah. Biblia mm. aliye nacho ataongezewa na asienacho na kile alicho nacho atanyanywa, na toa tu kwenye meaning ya kawaida sio ya kawaida, yes. kibiblia mm -hmm. technically ni kwamba wewe siauna bidhaa huduma yeah. wewe utakuwa na uhitaji wa bidhaa na huduma mm -hmm. kwa kila ile kija itabidi pite tu yeah, sure mm -hmm. na ndio maana kwenye mambo kwa mfano ya uwekezaji tunasema jilipe kwanza. Kwa mfano kilipo mshahara mm. cha kwanza unajilipaje? tukujilipe unajilipaje madamu? <laughs> Yaani kilipwa naka ujilipe, kwa sababu asilimia karibia tisini zile sio za kwako, zitaenda kwenye ada zitaenda, okay. kwenye kodi zitaenda kwenye nguo, zote hizo sio za kwako. Najua wanakunyang'anya hivyo, zinaondoka hivyo. <laughs> Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ile zikiingia, cha kwanza jilipe. mm. wewe unajilipaje? yeah. kata asilimia kwa ajili ya kusevu Aha, au mm. kuwekeza sasa sio si, kwamba anajipongeza <laughs> <laughs> so unajipongeza wende, kwa kuwapa watu wengine so, ujipongeze, jioni utoke uende kwenye baa, kuma unataka usave kwa ajili ya kesho, yani so unatukua usave hizo kwa... hela zije zikufanyie kitu kingine baadaye, kwa sababu wote tuko kwenye kwenye mashindano ya kufikia Eh, tunaita financial freedom mm -hmm. uhuru wa kifedha yeah. Kila mtu unayemjua wewe anapambana, anapambania hiyo mm -hmm. na watu wote wanadhani siku akifikia uhuru wa kifedha mm -hmm. atakuwa amefikia kwenye ukingo wa maisha yake mm -hmm. atakuwa amefika kwenye hatima yeah. ya maisha yake ya ya. mm -hmm. Hii nao ni somo lingine mm -hmm. kwa sababu na fedha na haileti utosherevu na yes, na